Usiingie kwenye ndoa na shida ya nguvu za kiume pamoja na uraibu wa kujichua. Usiingie kwenye ndoa na shida ya nguvu za kiume na uraibu wa kujichua. Jana nimepata simu kutoka kwa kaka ambaye ameniumiza sana, na lakini pia amenifanya niweze kufikiri sana anaambia Dokta, anatarajia kuingia kwenye ndoa muda sio mrefu lakini naona kabisa uwezo wangu wa kuweza kufurahia tendo la ndoa ni mdogo sana, sina uwezo wa kuweza kumfurahisha mwanamke kitandani, mara baada ya kushiriki tendo na wanawake wasiopungua wawili na kuona kwamba ana upungufu mkubwa sana, lakini pia katika sheria za kidini endapo mwanaume atakuwa hana uwezo wa kumwingilia mwanamke endapo mwanaume atakuwa hana uwezo wa kumwingilia mwanamke, hiyo ndoa hairuhusiwi kuweza kufungwa. Yaani maana yake mwanaume, ili uweze kukabidhiwa mke, uwe na uwezo wa kumwingilia mwanamke katika maumbile yake. Ni moja ya vitu ambavyo sifahamu kama wachungaji wengi wanaviangalia kwa kina sana. Naona moja ya vitu ambavyo vinapewa kipaumbele katika madhehebu yetu ya dini ni swala la ugonjwa wa ukimwi peke yake, yaani wanazingatia tu kwamba huyu eh, mtu ameenda kupima afya, lakini pia wanasahau iki kipengele. Sasa kwenye hiki kipengele, sio lazima mwanamme ashiriki tendo la ndoa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Kwa hivyo kuna baadhi ya wachungaji wanaweza wasinielewe hapa hapa inamaanisha ni mwanake mwanaume awe na uwezo wa kuweza kusimamisha uume kitaalamu. Mwanaume anapoamka tu asubuhi uume wake unatakiwa umesimama Swala la kuweza kusimamisha uume leo hii kwa wanaume wengi imekuwa ni mtihani. Yaani kile kitendo tu cha mwanaume amesimama, ameamka asubuhi na uume wake kusimama, hiyo imekuwa ni mtihani mkubwa. Kwa hiyo usiingie kwenye ndoa na changamoto aidha, unajichua. Nitawekea ni baadaye shuhuda hapa za mwanamke ambaye aliwahi kunitumia message na kuniambia kwamba amemfumania mume wake anajichua. Ni vitu ambavyo vinaweza vikaukashanga vika hivi, amekuwaje huyu mtu mpaka anaingia kwenye ndoa na nilipokwenda kuangalia profaili ya huyu dada, ni dada ambaye ni mrembo kwelikweli, ni dada ambaye ni pisikali ambayo imeenda shule, lakini mume wake anajichua. Unaweza ukaona ni hatari kiasi gani iliyopo katika ndoa hii. Dada yule nikamwambia inabidi tuweze kumsaidia, mume wako alipotea, mpaka leo hajawahi kurudi tena. Hii ni, ni, ni kiashiria kwamba kuna baadhi ya wanaume wanaingia wakiwa wana uraibu wa changamoto fulani za kiafya kwenye ndoa. Linakuwa ni jambo la aibu ambalo mwanaume anaogopa kuliongelea, lakini utakapoingia nalo kwenye ndoa aibu inakuwa mara mbili zaidi. Kabla hujaingia kwenye ndoa, ni bora aibu ya kuweza kumlidhisha, kushindwa kumlidhisha mchumba katika tendo la ndoa kuliko aibu ya kushindwa kumlidhisha mke ambayo umemlipia. Kwa hiyo mwanaume ambaye unapitia hii changamoto una uraibu wa kujichua, njoo tukusaidie kisaikolojia. Mishipa yako imeregea, unashindwa kuweza kuhimili tendo la ndoa. Dokta Kuboja na tiba maalumu ambayo inahusika na matibabu haya, tiba maalumu kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hii. Hii ni dawa ambayo inaitwa mkombozi wa ndoa. Kwa hiyo usije ukaruhusu kuingia kwenye ndoa na changamoto ya kiafya. Dawa hii moja vi, ya vitu ambavyo nimeviorozesha hapa, unaweza ukaona hivi vitu ambavyo nimeviorozesha hapa katika dawa hii. Cha kwanza inatibu athari za kunyeto, mtu ambaye amejichua kwa muda mrefu. Lakini pia ume kuishiwa nguvu, wale wanaume ambao ana, ana, katikati ya tendo anaishiwa nguvu na hawezi kuendelea baada ya hapo. Lakini pia namba mbili ni ume kuwa legelege, yani ume umesimama lakini utafikia mlenda au utafikiri mti fulani hivi ambao unayasimama kama umelegea legea Maanake uume uliolegea unatengeneza vipi msuguano? Unawezaje kumkojoza ama kumfikisha huyo mwanamke kileleni kama unakuwa na uume ambao umelegea? Namba tatu ni kushindwa kurudia tendo. Wanaume wengi akienda tu raundi moja hawezi kuendelea baada ya hapo, ni moja ya changamoto ambazo zinawakutana nazo baadhi ya wanaume pia. Kwa hiyo kupitia dawa hii mkombozi wa ndoa, itakusaidia pia kuweza kutibu hiyo changamoto. Kwa kama wewe ni mwanaume unapitia hii changamoto hebu naomba tuwasiliane, niangalie namna gani ya kuweza kusaidia kimatibabu changamoto hii ya kiafya. Dr. Kuboja, suluhisho la afya yako, suluhisho la mahusiano yako.